Taasisi za dini zina nafasi kubwa kwa kutokana na kuaminika, kukubalika na kuwa ni kimbilio la jamii, lakini pia ushawishi wenu na mamlaka mlionayo kwa jamii hiyo. Mnajikuta sasa, tuna wajibu wa kuwakumbusha, kuwakumbusha na kuelimisha waumini wetu juu ya maadili mema, umuhimu wa kutoshiriki vitendo vya rushwa na madhara ya rushwa wakati wa uchaguzi na nyakati nyingine zozote. Pili ni kutoa mahubiri yanayounganisha taifa kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Lakini tatu, kubadilishana uzoefu. Kubadilishana uzoefu wa namna bora ya kukuza maadili na kuzuia vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi na nyakati nyingine zozote. Nne kuwahamasisha waumini wetu kutoa taarifa za vitendo vya rushwa kwenye vyombo vya dola. Na tano, kuhimiza na kutumia teknolojia kufikisha ujumbe wa kuzuia rushwa kwenye kundi kubwa, hasa kundi la vijana ambao ni watumiaji wazuri wa teknolojia. Uh, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa uh, ina maeneo mawili, pamoja na mambo mengine, habari ya kushawishi mtu ili aweze ku, kukupa kitu fulani kinyume na haki yako, au baada ya kuwa amekupa sasa ukaenda kama kumshukuru. Kwa hiyo hii ndio ni baada ya ya, ya ya mtu kupita, anakuja sasa anasema, jamani, shukurani yako ni hii hapa. Nayo hiyo ni sehemu ya, ya katazo. Na Mungu ndiye mwenye nchi, sisi tumepewa tu kwa sehemu ili tuitunze kwa haki tunapokosea kui, kui, kuishi kwa haki na kutenda kwa haki na kutoa maamuzi kwa haki tutakwenda kuwajibika kwake. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha cha Warumi kumi na nne mstari wa kumi na mbili inasema hivi inasema basi, ni hivyo kila mtu miongoni mwenu mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Kwanza tujue yale anayotupata baada ya sisi kumweka mtawala ama kiongozi kwa mifumo ya rushwa, yatakuja yafuatayo. Kwanza itakuwa ni laana, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesha- ameshaeleza mtume ameshaeleza katika hili. Kwa hiyo mtume anasema Mwenyezi Mungu anamlani arashi, yule mwenye kutoa rushwa kwanza, kisha walmurtashia, na yule mwenye kupokea rushwa, kisha mtu wa tatu, warashi baina bainahuma yule anayetembea kati ya mpokea rushwa na mtoa rushwa, kwa maana tumesema rushwa inagonga watu watatu. Kuna mtu anapokea, kuna mtu anatoa, lakini kuna mtu asai bainahuma. Huyu sasa ndo anacheza left and light. Tutengeneze mpango mkakati kwa ajili ya kutokomeza rushwa na inawezekana tukifanya hivi kuwa na sauti ya pamoja na nzuri ya kuweza kupiga vita rushwa, lakini tukiachana achana huyo akaenda kivyake na huyo akaenda kivyake, matokeo yake tutaipalilia ya rushwa. Niombe kwamba sisi tulioaminiwa na ofisi hii ya Takukuru siku hii ya leo kuitwa na kupewa elimu hii, tuibebe elimu hii tuweze kuipeleka kwa waumini katika misikiti na makanisa yetu na Mungu atatusaidia sana, maana ujumbe utafika.